Je, yeah. Singekuwa si jambo la kufurahisha sana kama ungekuwa na foleni ya wa wateja mlangoni kwako, tayari wamenyoosha mikono kununua bidhaa au huduma zako hata kabla hujazizindua? Kuna mbinu mahsusi inayokuwezesha hili litokee na katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua. Hebu fikiria watu wanaolala nje kusubiri kununua iPhone mpya siku ya uzinduzi au orodha ndefu ya watu wanaosubiri kupata huduma ya mshauri maarufu, au mgahawa ambao nafasi zake zimejaa miezi yote. Kwa nini wao wanaweza, ili hali wengine wanaangaika kutafuta hata mteja mmoja tu? Jibu si bahati. Daniel Priestley kupitia kitabu chake Oversubscribed anaelezea kuwa hatua za kuhakikisha bidhaa zako zinauzwa zote kabisa. Lakini kabla hatujaingia kwenye hatua hizo, kuna jambo muhimu unalopaswa kulielewa: ni kusimamia usawa sahihi kati ya mahitaji na upatikanaji wa bidhaa. Kanuni kuu ni hii, mahitaji lazima yawe makubwa kuliko upatikanaji wake. Hilo ndio jambo muhimu zaidi. Mfano rais Ukisema unauza sandwich nje, kuna kundi la watu wenye njaa wakitoka kwenye klabu, utauza kirahisi hapo. Mahitaji ni ya juu zaidi, lakini ukamfuata mtu aliyeshiba, mauzo hapo yatakwama. Hapa hakuna mahitaji. Kadri mahitaji yanavyokuwa juu, mauzo yanakuwa rahisi sana. Sasa tuongeze kipengele cha upatikanaji. Wakati watu wanataka kitu kwa wingi kuliko kile kilichopo sokoni, bei inapanda na mauzo yanakuwa makubwa. Mfano tena, wateja kumi wanataka sandwich, sandwich thalathini zipo kutoka kwa wauzaji tofauti. Wote watapata, lakini kwa bei ya chini, ushindani ni mkali. Lakini ukiwa na wateja kumi wanataka sandwich, wewe una sandwich tano tu, unauza zote tena kwa bei ya juu, na bado watu watalalamika hawakupata. Hapo umeunda mazingira ambayo soko linakukimbilia na si wewe kulikimbilia soko. Hii hutokea mara nyingi sokoni, lakini habari njema ni kwamba unaweza kuunda mazingira kama haya kwa makusudi kupitia mkakati wa oversubscribed. Lengo kuu ni kutengeneza mazingira ambayo mahitaji ya bidhaa ni makubwa kuliko bidhaa yenyewe. Sasa tuangalie mfano mdogo kuonyesha tofauti ya mbinu. Fikiria unaandaa seminari ya kulipia. Njia ya kawaida ni hii: unaandaa kila kitu kabla, ukumbi, tarehe, watoa wa mada na bei. Unakisii idadi ya watu, labda viti sitini, unaweka matangazo ukitumaini watu watajitokeza. Lakini tatizo ni moja: hujui kama kuna mahitaji ya kutosha. Unaunda bidhaa kabla ya kuwa na wateja na hapo ndipo biashara nyingi zinakwama. Unasubiri kuona watu wangapi watanunua, na siku chache kabla ya tukio, unaanza kuvunjika moyo kwa sababu watu waliojisajili ni wachache kuliko ulivyotarajia. Unaona kama vile ukatishe zoezi, lakini ushachelewa. Sasa unaanza kutuma SMS za shida kwa watu kwenye orodha yako na kufanya promoshen za mwishomwisho ili kujaribu angalau kujaza kiukumbi. Sijui wewe kama uliwahi kupitia hali kama hiyo? Ni hali yenye msongo wa mawazo sana. Sasa hebu tuangalie mbinu ya pili. Unatuma ujumbe kwa watu wako ukiwaambia kuwa unafikiria kuandaa semina pamoja na mzungumzaji maarufu katika tarehe fulani. Unaomba wakujibu na kukuambia mada zipi wangependa wazisikie. Wiki moja baadaye, unawatumia ujumbe mwingine ukiwajulisha kuwa mzungumzaji amethibitishwa kwenye ile tarehe na eneo lile lile. Pia unawaambia ni zipi miongoni mwa mada walizoomba zitashughulikiwa, kisha unawaomba wajisajili mapema ili wapate punguzo la asilimia ishirini. Unapata watu 93 wanaojisajili lakini una viti sitini tu. Mara unapofungua rasmi mauzo ya tiketi na kuwajulisha waliojisajili mapema kwanza, unauza tiketi 47 papo hapo. Baada ya kufuatilia kwa hatua chache tu unajaza zote sitini. Unatangaza kuwa tukio limejaa na unafunga mauzo. Kama unavyoona katika mbinu mbili hizi, badala ya kuuza moja kwa moja, unaunda mfuatano, hatua ndogo ndogo za kuthibitisha hamasa ya watu kabla ya kuanza kuuza. Nitakuonesha hatua kwa hatua namna ya kufanya hivi muda si mrefu, lakini natumai mfano huu umekupa picha kubwa ya kile kinachotokea na matokeo makubwa ya mkakati huu. Hatua sita za kila mara kwa kumaliza tikiti. Namba moja: tambua uwezo wako. Jiulize, ni bidhaa ngapi bora zinaweza kweli kuzalisha? Ni huduma ngapi za kiwango cha juu ninaweza kweli kutoa kwa watu? Watu wengi hujibu kadri watu wanavyotaka kununua lakini hili si kweli. Ukweli ni huu: uwezo wako ni mdogo. Mgahawa una idadi maalumu ya meza, kampuni ya virutubisho ina idadi fulani ya chupa kwenye ghala, hata biashara ya online membership ina mipaka, idadi fulani unayoweza kuhudumia vizuri, kujibu maswali na kutoa matokeo bora. Na hata kama unadhani biashara yako haina limit, fikiria ukubwa wa soko lako. Kila kitu kina kikomo. Ukienda kuzidi uwezo wako, ubora unashuka, wateja hawapati kile ulichowaahidi, na matokeo yake watu hawasikii uzoefu walioutarajia. Uwezo wako unapaswa kuzingatia kila kitu kinachohitajika kumpa mteja matokeo na uzoefu usiosahaulike. Ikiwa biashara yako inaweza kuwahudumia vizuri wateja ishirini tu kwa mwaka, sema wazi. Haiko kwenye kupeleka tu bidhaa au huduma, ni kuwapa matokeo hadi wa kusifie kwa wengine. Na hapa bajeti ya masoko inashuka karibu sifuri, kwa sababu wateja wako watawaleta wateja wengine. Kwa upande mwingine, masoko ya kizamani, kwa kushangaza, yanawasaidia sana washindani wako. Unapoona tangazo na kutambua unahitaji bidhaa hiyo, huwa hufanyi kununua moja kwa moja kupitia tangazo hilo. Unachofanya ni kwenda mtandaoni kulinganisha reviews na mara nyingi unachagua bidhaa yenye reviews bora zaidi, ambayo mara nyingine si ya yule aliyekutangazia. Sasa turudi kwenye hoja kuu. Kujua uwezo wako ni jambo lenye nguvu kubwa sana. Ni vigumu sana kuwa oversubscribed, yaani kuisha nafasi zikiwa zinahitajika zaidi, kama hujui uwezo wako halisi. Ukishaujua unaweza kupanga ni wateja wangapi unaweza kuwahudumia kwa wiki kwa mwaka au kwa robo mwaka kulingana na kampeni unazoziendesha. Namba mbili: ujenzi wa hamu ya kununua. Watu hawapendi kununua kitu mara ya kwanza tu wanapokisikia, wanahitaji muda wa kujifunza, kuamini na kuchunguza kabla hawajaamua kuchukua hatua, na wengine huuliza kwa watu wengine ili kupata maelezo hayo. Awamu hii inafuata ukweli huo, unaunda njia inayowaonyesha watu sokoni kwamba kuna kitu kikubwa kinakuja, huku kikusanya maoni yao kabla ya kuwaomba watoe fedha. Biashara ambazo haziwahi kuisha nafasi kukosa hatua hii, wanazindua tu bidhaa ghafla na kuomba miujiza itokee okay. Badala yake waambie watu mapema kuwa kuna kitu kinakuja, na uwaombe waonyeshe hamasa, kama kujibu SMS, kujisajili au kuchukua hatua ndogo tu kama kushea posti yako online katika hatua hii unahitaji kuwa tayari na maudhui mengi ya kidigitali yatakayowavutia watu, mfano video, makala, maswala ya majadiliano au hata picha. Madhumuni hapa ni kufikia kile kinachoitwa saba kumi na moja nne rule, masaa saba ya kutumia maudhui yako, interaction kumi na moja na brandi yako na katika maeneo manne tofauti inaweza kuwa YouTube Instagram Facebook WhatsApp au sehemu nyingine. Watu wakifika hapo, wanakuamini wanahisi wanakufahamu na hawafikirii mara mbili tena kabla ya kununua jambo kwako. Ni kama vile tunavyohisi tunawajua wasanii au watu maarufu, kwa sababu tumewaona mara nyingi kwenye filamu, video, mahojiano na kadhalika. Ushafikisha watu wengi masaa saba ya maudhui yako hutahitaji tena kusukuma mauzo kwa nguvu. Watu watakuwa tayari wenyewe kusikiliza ofa yako. Moja ya mbinu kale mwishoni mwa awamu hii ni kuweka wazi vigezo vya mtu anayefaa kufanya kazi na wewe, aina ya tabia, dhamira atakokuwa nayo, mazingira anastahili. Hii inakusaidia kuwachuja wanaokuja, si kila mtu ni mteja wako. Namba tatu: onyesha msuguano kati ya mahitaji na uwezo kabla ya kuuza. Katika awamu ya build up, umeanza kukusanya mawasiliano na viashiria vya hamasa, lakini unahitaji kujua una unahitaji watu wangapi na aina gani ya watu unaowahitaji. Kabla ya kujibu hilo, elewa kwa nini unafanya hivi. Lengo ni kuongeza hamu na matarajio kwa watu wengi kiasi kwamba ukifungua tu mauzo, unauza kwa wote unaowahitaji na unajaa mara moja. Katika kampeni zako za build up unapaswa kupima vitu viwili muhimu: idadi ya watu na ubora wa alilisi zenyewe. Sio kila ishara ya hamasa inafanana. Tunaweza kuzigawa katika makundi haya: ya moto, hawa ni watu ambao wametumia muda na pesa kuonyesha kuwa wanataka kununua kwako. Mfano, wameangalia video ndefu na wamenunua bidhaa ya kuanzia. Watu wa wastani wametumia muda au pesa lakini si vyote viwili. Lakini na watu baridi, hawa hutuma SMS au kubofya linki au kukufuata mtandaoni. Kadri ishara inavyokuwa rahisi, ndivyo inavyokuwa dhaifu na ndivyo idadi kubwa zaidi ya jisi unavyohitaji kabla ya kuzindua bidhaa. Kama unataka uhakika wa kuisha nafasi hapo hapo kupitia mtandao, mfano biashara yako inaweza kuhudumia watu kumi tu kama una watu wa baridi, basi unahitaji SMS elfu moja ili uwe na uhakika unauza zote kumi siku ya uzinduzi. Lakini ukitumia bidhaa ya bei ndogo kukusanya watu wa moto, ukiuza bidhaa hamsini ndogo kwa watu hamsini, unaweza kuuza huduma kuu kwa haraka sana kwa watu kumi wanaohitaji zaidi. Hizi ni mwongozo wa jumla zinaweza kubadilika kulingana na biashara yako, lakini ndio msingi imara wa uhakika wa kuuza vyote kabla ya kuzindua. Na cha kushangaza, kadri unavyokusanya leads zaidi mtandaoni, ndivyo unavyokuwa na uhakika wa kuuza kila kitu. Ukiona idadi bado haijafika, endelea kuongeza hamasa, endelea na mbinu ya saba, kumi na moja, nne mpaka ufike idadi na ubora wanaofaa. Hapa ndio jambo kubwa katika wamui. Usiuzie watu, usiuzie badala yake, kusanya ishara za hamu. Onyesha hali kuwa watu wengi wanataka, fanya mahitaji yaonekane wazi kuliko uwezo. Wanapojua kuna watu hamsini tayari wamesha buki, lakini nafasi ni kumi peke yake, wanahisi msukumo mkali, usipokimbia haraka nitaikosa. Kama kitabu kilivyosema Watu hawanunui kile kinachotangaziwa, wananunua kile ambacho wengine wananunua. Makampuni mengi huonekana yanahangaika kuomba watu wanunue. Hiyo ni makosa makubwa. Ukionyesha ubinafsi na upungufu wa bidhaa, unajenga tamaa, unapandisha bei, unauza kwa walio tayari kweli. Kwa hiyo jenga hamasa kwanza, onyesha kuwa wengine tayari wanasubiri kwa hamu kubwa, na ukifikia kwenye malengo ulioyapanga, ifunge biashara. Namba nne: kufuatilia leads ili kupata matokeo makubwa zaidi. Ikiwa umejenga hamasa ya kutosha, kuna uwezekano mkubwa utaona matokeo mazuri mara tu unapozindua, lakini inaweza kutokea isifike full capacity mara moja, na hilo ni la kawaida kabisa. Hata kama kampeni yako imejengwa kwa nguvu na haraka, bado watu wengi wanahitaji kuongea na mtu kwanza kabla ya kununua kwako. Baada ya kuzindua, unahitaji kuwafuata wale waliovutiwa, kupiga simu za mauzo, kujibu maswali yao, kuwasaidia kuchukua hatua ya mwisho. Hapo ndipo una uhakika wa kujaza idadi yote ya na nafasi ulizopanga. Tahadhari muhimu: ukiona watu wengi wanataka kununua, utajaribiwa kufungua nafasi zaidi au kupanda bei ghafla. Usifanye hivyo ikiwa itaathiri ubora wa huduma au ahadi yako ya mwanzo. Shika msimamo wako kufurahia kuwa sold out na waambie waliokosa wasubiri kampeni ijayo. Kwa nini? Ukisema ndiyo wakati huwezi kuwapatia, utashindwa na utaharibu sifa. Watu wataacha kukuamini ukiendelea kubadilisha sheria katikati kati ya mchezo. Wale uliowaambia hapana watasema habari zako kila mahali kwa sababu ni nadra kampuni kusema hapana kwa pesa, na hiyo huwafanya watu watamani zaidi kununua kwako. Hii ni psychology ya scarcity, inayofanya bidhaa kuwa ya thamani zaidi. Namba tano: usherekea na kubuni upya Baada ya kampeni kufanikiwa, unaweza kutamani kuruka moja kwa moja hadi kampeni inayofuata. Usikimbilie mbele, tangaza mafanikio yako wa hadharani, washukuru wote waliochangia, chukua muda wa kufanya tathmini. Kumbuka, kampeni hizi ni kali, zinahitaji nguvu nyingi kwako na na kwa kwa timu yako. Kwa hiyo hakikisha kuna zawadi na mapumziko baada ya mafanikio: sherehe ya pamoja, likizo fupi kwa timu, pongezi na kutambua mchango wao. Hizi ni virutubisho muhimu kabla ya kuanza upya msimu mwingine wa mauzo. Kitabu kinashauri kufanya angalau kampeni nne kubwa kwa mwaka na kinaeleza kwa undani jinsi ya kupanga na kutekeleza zote kwa mafanikio, kama unataka kutumia mkakati huu kwa ukamilifu. Kanuni ya mwisho kwa kampeni yenye mafanikio: ujumbe wako lazima uwe wenye nguvu, unaovutia na unaoibua hamu ya kufahamu zaidi. Kampeni bora duniani hushirikisha mambo haya ya pamoja: curiosity, wafanya wajikune kichwa, inatokeaje hii? Ya pili ni desire, kuhisi wanahitaji kuwa sehemu ya hili na ya tatu ni scarcity, nafasi chache, wasipokimbilia watakosa. Asante kwa kuwa na mimi mpaka mwisho, na usisahau kusubscribe kushare video hii na kuandika maoni yako hapo chini. Safari yako ya mafanikio inaanza sasa.